Kama ule wa mashujaa na timu nyingine za nani, zaza, zaza. Na wenyewe wana uwezo wa kucheza mpira mzuri wa kuvutia na timu nzuri ikapa. Kwa hiyo mechi zizobakia tunaamini zitakuwa nzuri kiufundi na Simba tutanufaika, kwa sababu sisi labda sema kitu kimoja e, na hili ni vema kila timu ikielewa e, unajua kuna wakati unaona watu wapinzani wanalamika, lalamika, na, na nini jamani, Tanzania hii kwa msimu huu sisi Simba Sports Club tuna timu bora, tuna kikosi bora kuliko timu nyingine yoyote ile Tanzania hii, na ushahidi wa hilo ama uthibitisho wa hilo ni mafanikio tuliyopata kwenye michuano ya kafu. Michuano ya kafu huwa ndiyo wanasemaga, ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo benchmark, ni sawa eh, ndiyo kipimo, ndiyo kipimo, ndio, kipimo. kwa hiyo sisi hata tukikufunga tukikufanyaje, sio kama tunakuonea, ni tumalize, ni ubora tuliokuwa a tu, tuhojani tu, mpaka wanajeshi watufukuze <laughs> ah, tutarudishwa <laughs> kichurachura <kitu> watu. <laughs> koo sisi bwana, tuna timu nzuri sana. Eh, kwa hiyo watu wasio wana wasi wa mahanika, sisi tunapowafunga tunapowafanyaja, kwa sababu sisi ni timu bora kweli kweli, semaji kwa kumalizia